Mtusalie papo hapo kwa kiongozi wa taifa ambapo Rais William Ruto amesema Kenya imepiga hatua muhimu za maendeleo katika kipindi cha nusu ya kwanza ya utawala wa Kenya Kwanza. Rais Ruto alisema kwamba serikali imefanikiwa kuanzisha miradi yake, ikanakili ukuaji katika sekta ya kilimo na kuimarisha uchumi, akiahidi mageuzi zaidi katika siku za usoni. Akizungumza alipoungana na wa waumini wa kanisa la AIC Fellowship Annex, Eldoret, Uasin Gishu kwa ajili ya ibada ya Jumapili, Rais Ruto aliwahakikishia Wakenya kwamba taifa hili liko kwenye mwelekeo unaofaa. Rais Ruto pia alielezea ufanisi wa maeneo ya kiuchumi, akikariri kwamba ukuaji wa uchumi umewezesha kutengwa kwa rasilimali zaidi kwa ajili ujenzi wa miundo msingi. Aidha, Rais Ruto alisisitiza kwamba maendeleo na umoja vinaambatana, kwani taifa lenye umoja huwafikia ufanisi kwa urahisi. So katika ibada hii ya leo, na najua karibu inafikia katikati ya muhula huu wa miaka mitano, nasema namshukuru Mungu sana. Kilimo imepiga hatua ya kwenda mbele, uchumi imepiga hatua ya kwenda mbele. In the last two years, especially last year tulipata mahindi nyingi kuliko vile tumepata kwa taifa letu la Kenya any time in the past. <laughs> Bei yetu ya kahawa ilipanda Than any time in the past. Tumevuka bilioni mia mbili kwa kuuza chai yetu kama taifa la Kenya for the first time in Kenya. Kilimo yetu ya sukari imepanda, mpaka mwaka huu ile tuliagiza ni kidogo. Tulikuwa tunaagiza na tunasumbuka sana kutafuta mambo ya sukari na i want to assure all kenyans that nobody no region no community no section of kenya will be left behind sote tutatembea kwa pamoja with your support we have been able to produce passports on record time <clears throat> when you came to office the demand for passports was 200,000 per year Right now, after your intervention, we are producing one million passports per year, and Kenyans are getting passports record time within seven days, seven days because of your support, Excellency.